Je, uliwahi kusikia neno jasusi? Mtu anayejua mengi lakini yeye mwenyewe hajulikani kabisa. Huyu si tu askari, ni akili, ni kivuli ni mtu anayesikia bila kuonekana. Jasusi ni mtu anayekusanya taarifa muhimu, taarifa zinazoweza kulinda nchi, kuzuia mashambulizi, au kufichua mipango ya maadui kabla haijaanza. Lakini kinachofanya kazi hii kuwa ya kipekee si silaha, ni uwezo wa kufikiri. Jasusi hutumia teknolojia, maongezi, uchunguzi, maneno madogo madogo, hadi tabia za watu, ili kupata taarifa ambazo wengine hawaoni. Wakati askari yuko mstari wa mbele, jasusi yuko ndani ya akili ya mpinzani. Kazi yake ni hatari. Kimya na mara nyingi haishangiliwi. Hakuna makofi, hakuna sherehe. Lakini taarifa moja ya ukweli inaweza kuokoa maelfu ya maisha. Nchi nyingi zina huduma za ujasusi. Marekani wana CIA, Uingereza wana M16. Afrika Mashariki tuna vitengo maalum vya intelligence vinavyolinda mipaka na usalama wa raia. Majasusi wa kisasa sasa, sasa hawatumii tu kompyuta au kamera, hutumia data, AI, mitandao ya kijamii na uchambuzi wa tabia. Wengine wanaweza kukusoma kuliko vile unavyojijua. Kwa hiyo mara nyingine, ukisikia neno jasusi, usifikirie tu mtu aliyovaa kati jeupe usiku, fikiria akili inayofanya kazi masaa 24 kulinda nchi bila kelele, kwa sababu dunia haijengwi na nguvu pekee, inajengwa na taarifa. Usiache kutufaza katika mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama ADPlus Swahili.